yangu usi ni yangu yangu mwanajeshi. Mm, tumwongea tu na yeye, sasa amekuambia nini? Ameripot si sema ki mebiwa na anakuja hapa hivi saa hii. Ah ushuri si simu ni ya huyu. Wewe. Aje. Utumia akili chinga. Akili ndio simu ni ya huyu. Wamenikosea. La la la. Hata ndio hao bwana, ushuri wengine wangu ana. Huyu. Ukija washughulikie tu. Eh. Ni ya huyu. Ni huyu. Muilete hapa. Eh? Ingia ingia bwana ingia. Wa yanga waje, usiingie kwanza.